Uh, miaka kumi na tatu ya moto wa msho. Uh, mpendwa ndugu unayenisikiliza na unayenitazama wakati huu uh, nayezungumza nawe naitwa uh, Mchungaji Crispin Madembwe, mkurugenzi mkuu wa idara ya maombi Taifa. Uh, tunayo habari njema katika mwezi wa Novemba, kwanzia tarehe ile ya kumi na moja hadi kumi na nne tutakuwa na kambi zuri la kitaifa linaloitwa National Upper Room Prayer Camp. Hili kambi ni la kipekee sana na linakwenda kufungua historia mpya kubwa na yenye matokeo chanya. Mpendo wangu, nataka nikualike katika kambi hii, na jambo hili linahusu watu wafuatao: linahusu wakurugenzi wote na kamati zao za majimbo na, na linahusu wakurugenzi wa sehemu na kamati zao na wale wa kanisa la mali pamoja na kamati zao, lakini pia waombaji wote wote wote, washirika wote, hii haina kubagua, lakini pia inahusu wachungaji, maaskofu. Hii ni wote yani, kila mtu anapaswa kuwepo katika kambi hili. Mpendo wangu, kambi hili litakuwa la kipekee sana kwa ni la kufunga siku tatu kavu, tutamtaka Bwana na nguvu zake, na matokeo makubwa tutazidi kuyaona katika kanisa letu na kwa kila atakayehudhuria kambi hili. Lakini pia kambi hili itakuwa na mafundisho mazuri ya kuanoa watu katika masuala ya maombi, kuwa na ushindi mkubwa katika maombi na pia kufikia level nyingine, kufikia viwango vya juu vya uamsho kwa maana kwamba kama ambavyo tunaona katika kauli mbiu yetu ya miaka kumi na tatu moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana nguvu zake na tuone uamsho ukienea. Kwa hiyo mpendwa wangu nakukaribisha sana, lakini pia kambi hii litakuwa na uh, ibada ya maombezi kila saa kumi kila siku eh, mpaka saa kumi na mbili. Wagonjwa wene shida mbalimbali mbali, watakuwa wanaombewa na kufunguliwa kama ambavyo tumeona katika makambi mengine, na nikutie moyo, Mungu yupo kukusaidia kuna mambo makubwa yatatokea. Ebu fika wala usikose. Kila mmoja panga kufika, na ada yetu ni ndogo sana sana sana ni elfu hamsini tu katika siku hizo zote. Kwa hiyo tunakukaribisha sana ndugu yangu mpendwa, hii sio ya kukosa. Hili jambo ni la muhimu sana, njo tumwombe Mungu njo. Kama unataka matokeo chanya, unataka upate mpenyo, basi huu ndio wakati wako. Unataka Mungu akuponye magonjwa sugu, huu ndio wakati wako. Ebu fika na Mungu akubariki sana. Fika bila kukosa na siku zote utamwona Bwana akitenda mambo makubwa. Mahali ni pale pale CBC Dodoma. CBC Dodoma kwenye ukumbi wetu ule mkubwa na mzuri na baraka sana. Fika na Mungu akubariki. Asante sana Matume. Matume. ya kongamano la maombi. Uongozi wa idara ya maombi taifa chini ya mkurugenzi mkuu Mchungaji Crispin Madembwe anawatangazia kambi kubwa la kitaifa la maombi, yani National Upper Room. Kambi hilo litafanyika CBC Dodoma kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025. Wahusika wa kambi hilo ni viongozi wa kanisa la mahali pamoja ni maskofu waangalizi, wachungaji, viongozi wote wa maombi ngazi zote jimbo sehemu washirika na waombaji wote makanisani nchi nzima. Ada ya kambi kwa siku zote tatu ni shilingi elfu hamsini tu za Kitanzania. Pia kutakuwa na ibada ya maombi na maombezi kuanzia saa 10 hadi saa 12 jioni. Yesu. Yesu. Yesu. Hivyo walete wagonjwa na watu wote wenye shida mbalimbali mbali. Yesu Kristo atawafungua na kuwaweka huru. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754800008, au 0754969189. Watu wote mnakaribishwa. Idara ya maombi jimbo la Arusha Mashariki likishirikiana na Askofu pamoja na kamati yake ya jimbo wanakutangazia kambi la maombi ya siku tatu kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Maombi hayo yatafanyika katika vituo vifuatavyo: Section ya Tengeru Bara, kituo kitakuwa katika kanisa la Seventh Hood kwa mwangalizi Msafiri. Seksheni ya Usariva Magharibi, Usariva Mashariki, Meru Kusini na Mbuguni, kituo kitakuwa katika kanisa la Shalom kwa Mchungaji John Lubuva, naibu katibu mkuu taifa. Seksheni ya Arusha Mjini, Arusha Mashariki, seksheni ya Arusha Mjini Mashariki, kituo ni Chekeleni katika kanisa la Tumaini kwa Mchungaji Kivuyo. Kituo kingine ni seksheni ya ngare na nyuki, kituo kitakuwa Kisimili, na kituo cha mwisho ni seksheni ya King'ori ambapo kituo cha maombi kitakuwa ni Kibaoni. Ewe mkazi wa Arusha, usipange kukosa maombi haya, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756498083 watu wote mnakaribishwa.